Mtazamaji wa mchuchuma TV, leo hii tupo katika halmashauri ya mji wa Njombe, ambapo leo hii kumefanyika kikao cha wadau wa zao la parachichi kutoka mikoa ya nyanda za juu kusini ikijumulisha Njombe, Mbeya pamoja na Songwe, wakiwa ndo wadau wakubwa wa uzalishaji wa zao la parachichi. Hivyo wadau mbalimbali wameona kuna haja ya kukaa wa na wakulima na wadau wote ambao wanahusika na mnyororo mzima uzalishaji wa zao la parachichi, lengo likiwa ni kumuinua mkulima ili aweze kupata manufaa ambayo yanatija kwake. Pia hapa tumeweza kufanya mahojiano na wahusika wa kikao hiki ambao wameeleza namna walivyojipanga kuhakikisha kwamba wanasonga mbele na zao la parachichi, na karibu tuwasikilize wadau hawa. Naitwa John Mabagala, ni mtaalamu wa kilimo. Kikubwa ambacho kime tumekiona ni kwamba viwanda ni kweli vinaongezeka, mahitaji ya parachichi yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka, lakini uzalishaji wa wakulima, mashamba mapya yanaongezeka, ila uzalishaji kwa mti, tija kwa mti bado iko chini. Na maeneo ambayo yanasababisha tija hii iwe chini, mojawapo ni kutokuwa na elimu sahihi kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo kama mbolea. Kwa hiyo unakuta aina fulani ya mbolea inawekwa pengine muda ambao sio sahihi au kwa viwango ambavyo si sahihi, na kusababisha kutokupata lile ongezeko ambalo uh, linategemewa na mkulima. Hiyo ni moja. Lakini pili ni upande wa ubora wa matunda. Ubora wa matunda pia umekuwa ukiathirika kutokana na wakulima walio wengi kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu udhibiti wa wadudu, udhibiti wa magonjwa. Tumeona mara nyingi mkulima anafikiri anatibu ugonjwa kumbe anapiga dawa ya wadudu ama anapiga dawa ya dudu anafikiri anatumia anadhibiti ukungu. Kwa hiyo mkulima, wakulima wetu bado anatakiwa kuendelea kupewa elimu kuhusiana na kutambua kwanza kinachosumbua shamba lake, ni je, ni mdudu ama ni ugonjwa, na kama ni mdudu ni mdudu gani, na akishafikia hapo aweze kujua anamdhibiti kwa kutumia aina gani ya mbinu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumeongeza ubora, lakini tutaongeza uzalishaji kwa eneo au tija kwa mti. Watu walio wengi sio watafiti sana, wakisikia kwamba parachichi ina pesa anakimbia, asijue ili upate pesa kwenye parachichi unatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo mtu badala ya kuanza ku labda anaanza na eka moja mbili, anaanza na shamba kubwa sana, matokeo yake usimamizi unakuwa ni shida. Hajui kwamba parachichi ili we na mavuno bora lazima kutumia mbolea, lazima kutumia, uwe na wafanyakazi wa kutosha, labda umwagilie, labda kutumia madawa. Kwa hiyo mtu anaingia bila kujua, matokeo yake anaona amevuna kidogo, afu anaweza kukata tamaa, lakini kimsingi parachichi natakiwa uwe pale pale. Teknolojia ni kila kitu katika kila nyanja, hata sisi katika kilimo tunategemea teknolojia za kisasa ndizo zitakazoweza kuongeza uzalishaji wa parachichi lakini pia kuongeza uchakataji bora. Ndio maana katika siku ya wadau wa parachichi tumeandika watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kuja kuonyesha teknolojia zao zinazoweza kuongeza ubora na wingi wa mazao ya parachichi ili tuweze kuyashika mazao ya parachichi, kwa sababu masoko yapo, lakini masoko yanataka uzalishaji mkubwa na endelevu. Sio unazalisha leo tani kumi, kesho ukiambiwa hata tani moja tu hauna o. Lazima tutumie teknolojia za kisasa ili kuweza kuendeleza zao la parachichi. Katika juhudi zetu za kufanikisha haya mambo yaende na vile vitu ambavyo wengine sisi labda tumepita pita huko, tumejifunza, tumeona, tuliona bora tutembelee kufata kupata uh, mashine ambazo zinaweza tukatusaidia sisi mashambani. Kwa mfano kuna kifaa kama hiki kwa watu wengine tunakiita kishkwambi. Hiki kishkwambi kinaweza kusaidia nini? Kinasaidia katika mifumo mizima ya kufanya management ya mashamba au ufuatiliaji wa mashamba yako, badala ya kuwa na daftari unaandika, unaweza ukawa na kitu kama hichi. Lakini sasa ukikiangalia utaanza kujiuliza, kwa mkulima mmoja mmoja, mmoja anawezaje kuwa nacho? Badala yake sasa mashine hizi, teknolojia hizi, zinakuja na vitu vyake. Mfano hii ina uwezo wa kuchukua stori yako, mambo yako yote ya shamba ambayo unaweza kuweka kwenye kitambulisho. Sasa na kitambulisho ambacho kipo kwenye mkoba wako au wallet yako na ni kama kitambulisho cha taifa na nini kinakutambulisha wewe mkulima lakini ndani yake sasa kitakuwa kina taarifa zile ambazo zimewekwa kwenye hiki kishkwambi na uzuri wa hiki kishkwambi kinaweza kufanya kazi nyingi kwa mfano, ukiwa shambani unaweza kaskani mti wako, kakupa magonjwa yale yakawe pa huko. Alafu unaweza ukatuma moja kwa moja kwa taasisi mbalimbali zile ambazo zinahusiana na kilimo kama wizara sijui nini pasipo kuanza kuchukua makaratasi kwa hiyo sehemu kubwa ni ni kutoa elimu na ndio tumeanza leo. Kwa hiyo ni kuelimisha wakulima waweze kujua teknolojia zilizopo, faida zake na namna ya kutumia na pia kuwapa access, e, au kuwawezesha waweze kufikia hizo teknolojia kwa bei rahisi, na mchakato utaendelea, tutaendelea, tutaendelea kuhusisha serikali vilevile kuangalia namna mbalimbali e, mbali, ambazo zinaweza zikasababisha teknolojia hiyo ikashuka. Kwa mfano wakulima wengi wanahitaji sola kwa ajili ya mifumo ya umwagiliaji maji na kadhalika, endelea kuingeji serikali iweze kupunguza kodi au kuondoa kodi kwenye baadhi ya eh, vifaa kama hivyo ambavyo vina vinasaidia mkulima kuweza ku, eh, ku, ku, ku, kufikia teknolojia kwamba sisi pia tunaotengeneza hii miche ya parachichi tuzingatie ubora, lakini tos na tha wazingatie kwa kushirikiana pia na halmashauri zetu kufuatilia kwamba miche inayosambazwa ni miche bora, ambayo inaendelea kuandika historia yetu ya mkoa wa Njombe kwamba hatusambazi ugonjwa wa parachichi, bali tunasambaza ubora wa parachichi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Michael Mwamlima.